Ukweli au uongo Ujambo na karibu katika makala ya leo katika idhaa hii ya RFI Kiswahili. Hapa msikilizaji, tunaangazia jinsi ya kutumia mitandao ya kijamii ili kuepuka kueneza au kuenea kwa habari za uongo. Mimi ni Hila Ringati nami ni Jupita Mayaka, katika kipindi hiki tunachoshirikiana na La Benevolencia. Leo tutaangazia madai kuwa nchi za Rwanda na DRC zitakuwa na mechi ya maridhiano mnamo Mei 11. Kuongeza na hayo, tutaangalia machapisho ya uongo yanayodai Namibia imetangaza kuwafukuza raia 500 Marekani. Ukiwa na shauku kuhusu habari wa yoyote, wasiliana nasi kwenye WhatsApp anza dalama kujumulisha 254707888555 Jupita Mayaka, habari ya jioni. Karibu kwenye kipindi. Nashukuru, mwezi mpya nakwambia, ni Mei. Siku zinakimbia sijui, zinasonga vipi kabisa. Irudi Ethiopia, mikakati yako uliopanga, nataka kwenda mika... kutumia kalenda Ethiopia ndio miaka ikuu imerudi nyuma. Tuanze kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ambapo usalama mdogo mashariki mwa nchi hiyo sio jambo geni kati ya jeshi la FARDC na kundi la M23, lakini pia mazungumzo ya kumaliza mapigano katika eneo hilo yamekuwa yakiendelea ili kupatanisha nchi ya Rwanda na DRC ambao ndio wahusika wakuu kwenye mzozo huo. Na sasa wakati huu pia mazungumzo yakiendelea, waandishi wetu kutoka Bukavu kule DRC wametutumia picha inayoenea huko ikidai kuwa kuna mechi ya maridhiano ambayo imeandaliwa kufanyika kati ya nchi hizi mbili, kipeperushi hicho kikidai mechi itafanyika katika uwanja wa Amahoro mnamo Mei 11 mwaka huu. Ngati ukimaanisha kipeperushi, labda kwa Kiingereza wanaiga ama stika na kwa kweli <laughs> <laughs> najua wasikilizaji wetu wameelewa. Sasa, msikilizaji, uwanja wa Amahoro ambao unajulikana rasmi kama uwanja wa kitaifa wa Amahoro huko katika wilaya ya Gasabo huko Kigali nchini Rwanda ni uwanja mkubwa zaidi nchini Rwanda na huandaa mechi za soka, matamasha na matukio ya umma. Sasa katika kuhakiki, hatukupata picha inayolingana na kipeperushi kinachodai mechi inayotarajiwa kufanyika Mei kumi na moja saa kumi jioni saa za Afrika Mashariki, na tulipoitafuta kwenye Gugu, haya ndio maelezo tuliyopata kuhusu picha hii: hakuna matokeo yaliyopatikana kukusaidia kujifunza zaidi kuhusu picha hii. Hii inaweza kuwa kwa sababu ni ya faraga, ni mpya au haionekani kwenye kurasa nyingi. Hata hivyo, je, nchi hizi mbili zitashuka dimbani katika mechi ya kirafiki katika tarehe zilizotajwa? Tunazungumza na mwandishi wetu wa habari za michezo Jason Sagini. Askofu wa michezo, habari ya jioni. Tufafanulie zaidi kuhusu suala hili, ukizungumzia timu hizi mbili, timu ya taifa ya DRC Leopards na ya Rwanda Amavubi Stars, mara ya mwisho kuchuana katika mchezo wa kimataifa ilikuwa ni miaka 6 iliyopita, ilikuwa ni mwaka 2009 mwezi Septemba mwaka huo tarehe 18, ambapo timu ya taifa ya Rwanda wakiwa ndio wageni kwa siku hiyo waliwazidi nguvu DRC katika uwanja wa Stade Matir nyumbani kwao huko Kinshasa nchini DRC kwa magoli matatu kwa mawili na bila shaka mechi ambayo ilikuwa ni ya kirafiki ya mwavuli wa FIFA wakati huo. Ni mtazamo wake Jason Sageni, mwandishi wetu wa habari za michezo, akichambua kipeperushi na kutoa ukweli sahihi kuhusu mechi hiyo ya maridhiano, ambayo ingati haipo, haipo kabisa. Ukweli au uongo. Asante sana msikilizaji, kwa kuendelea kusikiliza RFI Kiswahili, kipindi wani ni ukweli au uongo. Uko nami Hilari Ngati na mwenzangu Jupita Mayaka. Bila shaka hapa tunasaidiana jinsi ya kuwa mabalozi wa kueneza habari za ukweli na kuaminika haswa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunaenda wapi sasa Mayaka, tuangazie habari nyingine kuhusu Namibia na Marekani, ambapo mnamo Aprili mosi mwaka huu utawala nchini Namibia ulianza kutekeleza mfumo ule mpya wa viza unaohitaji kwamba wasafiri kutoka zaidi ya nchi thelathini kuwa na viza kabla au mara tu wanaopo wasili nchini humo. Na tangu kipindi hicho, Ingati, machapisho mitandaoni ya mitandaoni yanadai kwamba Namibia imetangaza mipango ya kuwafukuza zaidi ya raia mia tano wa Marekani. Hata hivyo huu ni uongo. Wakati Marekani iko kwenye orodha ambayo raia wake wanahitaji viza kutembelea Namibia, hakuna tangazo kama hilo ambalo limetolewa la kuwafukuza raia hao wa Marekani. Sasa nikisoma chapisho kwenye X la Aprili kumi na tatu zaidi ya raia mia tano wa Marekani wamepanga kufukuzwa. Huna viza hukai huku. Rais wa Namibia hataki mzaha. Chapisho linaendelea kusema Alitangaza kwa ujasiri, ikiwa waafrika wanahitaji viza ili kuingia Marekani, basi lazima pia raia wa Marekani wawe na viza ili kuingia Namibia. Sasa msikilizaji, katika utafutaji wetu kwa kutumia maneno muhimu, mfano Namibia na kufukuza, tulipata machapisho mengine na video zikiwa na madai hayo, licha ya kukosekana kwa tangazo rasmi kutoka kwa serikali. Sasa hapa, akijibu kuhusu madai hayo, msemaji wa Namibia kuhusu maswala ya ndani na uhamiaji, Margaret Kalo alisema mnamo Aprili 15 kwamba hana ufahamu kuhusu matukio kama haya na pia, ingati, ofisi ya rais ilichapisha kwenye mtandao wa X kuwa madai hayo ni habari za uongo. Mimi Jupiter nataka kwenda Australia kila laheri, lakini wewe visa yako. <laughs> <kwa lahiri. laughs> Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp, alama ya kujumlisha 25477888555. Asante msikilizaji kwa kuendelea kutusikiliza jioni hii, na bila shaka kama kawaida yetu tunashirikisha wachora vibonzo, na leo tunaungana naye mchora vibonzo wetu maarufu kutoka kule Bukavu, Raf, habari ya jioni eh? hali Bukavu iko vipi na tuambie unachora nini? Jambo ndugu zangu, tunazani mko vizuri huko, na sisi mungu anaendelea kusaidia. Alafu kwenye wiki hii tumeamua kuangazia kuhusu habari ambayo ikizunguka kwenye nchi ya Kongo. Hii habari inasema ya kwamba Kongo na Rwanda zinaandaa mechi na hiyo mechi imeandaliwa baada ya mazungumuzo ya Kongo na Rwanda. Iliyo kweli ni kwamba Kongo na Rwanda inakuwa zikiandaa mazungumuzo kila nyakati, malengo bado hazijakamilika kabisa. Alafu inaonekana ya kwamba hii habari ikiwa ikizunguka ni habari ya uongo na ni kusema ya kwamba hiyo mechi ambayo iko amikali Haiandaliwi. Asante rafu, na Johni njema, na nikumbushe msikilizaji akitaka kutazama kibonzo chako anaweza kutembelea wavuti wetu wa www.rfi.fr/sw au pia anaweza kutembelea na kupata makala haya kwenye mtandao wetu wa YouTube, Ukweli au Uongo. Ni wakati sasa tuungane na washirika wetu La Benevolencia.

kijiji yenu na kijiji yetu, lakini vitu gani ndio huko naongea? Hatuna ile habari na mimi sasa vile kapiteni wa ekipu, ile habari kama ni ya kweli mimi ndio nimepasha kwa kwanza kuijua en plus na kuitangaza, si ndio? Hapana kabisa, Yesu wangu wewe. Iko sasa mnaanza kataka kucheza na shie, unajua mnaata mm -hmm. <laughs> Ah, <laughs> nani rafiki yangu yangu muache boga, muache kupanike. Habari tukutanane kule kwa kiwanja ya ya ya ya ya ya Kabumbu. Ni muone. Lakini wewe mchoma, unakazana. Japo shida tushakuambia kama atundire mpango. Machi, wapi? Wapi? telefoni yake. Mm -hmm. Na akasema hii habari ilikuwa ndio kupaje ya mtandao ya timu yenu. Sawa. Chunga niangalie kupa Ah, sinjoivyenye nilisema. Hakuna si. Hakuna ile habari kumtandao ya timu yetu hakuna hata Ndiyo. Ndiyo kuko tumu tumu ya macha ya mikali kati ya timu mm. ya kijiji. Rafiki yangu mchoma, kuko rezo za mingi sana zenye zinaweza sukuma watu kutunga kutunga mabari za kweli wala za uongo, na njoo maana sai tunapasha mm. kuwa makini sana na kuchunguza kwanza kila habari yenyewe tunaona kumtandao mm. kabla kuamini ile ni kweli. Shukrani za dhati la benevolence hizo hilo la kuelimisha Ukitaka kufanya mawasiliano nasi, tembelea ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili, lakini pia unaweza kutuandikia kwenye namba yetu ya WhatsApp ukianza na kujumuisha 254 707888555 au pia unaweza kutembelea mtandao wetu wa tiktok RFI Kiswahili. Mimi ni Jupita Mayaka ni kutakie heri za mwezi Mei nami ni Hilari Ngati, kwa heri na endelea kutufuata kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwemo tiktok, kama ambavyo nimekuambia, Facebook pamoja na YouTube. Bila shaka utapata habari zaidi hadi wiki ijayo. Kwa heri.